Walio wengi walikuwa hawajui kama mpia wa leo ndio mwaka mpya wa Kiislamu leo ndiyo Muharram, ndio mfungo nne, mwezi mosi. Kalenda ya Kiislamu ina miezi kumi na ngapi? Mwezi wa kwanza ndio huu tumeingia leo, unaitwa Muharram mwezi wa pili wa Kiislamu ni mfungo tano unaitwa Safar. Mwezi wa ngapi? Wa tatu unaitwa Rabiul Awwal, ule mfungo sita ule, tunasoma ulidi sana ule, huwa ni mwezi wa tatu. Mwezi wa nne unaitwa Rabiul Thani, mfungo saba. Muharram, mwezi wa kwanza. Safar, mwezi wa pili

Wanadit. Ramadhani huwa ni mwezi wa tisa. Sasa waislamu wengi hu wanaamini mwezi wa Ramadhani mwezi wa wa mfungumosu. Mfungumosu ni mwezi wa mwisho wa kumi na mbili, na ndio hata matajiri zetu nwe wafanyabiashara wetu hapa zaka analipa mwezi wa Ramadhani kwa maana ndio mwisho wa mwaka. Mnakosea, mwezi wa Ramadhani mwezi wa ngapi? Wa tisa. Alafu unakuja mfungomosi, mfungomosi unaitwa shawali, huo ni mwezi wa ngapi? Wa kumi alafu unakuja Dhulqaada ala mfungo pili ule ni mwezi wa kumi na moja. Alafu unakuja Dhulhijja mfungo tatu watu wameenda Maka, ule ndio mwezi wa kumi na mbili. Jana tumemaliza Dhulhijja, leo tumeingia Muharam mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa miongoni mwa mambo unatakiwa wewe unaobahatika kuswali leo Jumaa umtoke umefahamu kwamba kwanza wa Kiislamu tumeuaza leo ni mwaka gani? Basi ni mwaka gani? Ni mwaka 1446, 47. Tumeingia mwaka 1447, tuliomaliza ni 1446. Tukikwambia hilo maana yake nini? Maana yake iko hivi toka kuhama Mtume Maka kuhamia Madina imetimia miaka elfu moja mia nne na arobaini na ngapi, na saba. Sisi kwenye Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, mwaka mpya ni sehemu ya sikukuu za Bakwata. Mfano, Bakwata mkoa wa Mwanza tumeagiza wilaya zote saba, Nyamagana, Ilemela, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungwi, Ukerewe hivi, zinafanyika sherehe za kuwilaya ndani ya mwezi huu. Tunatafuta siku za tutakutana hapa ya kimkoa, tutakuwa tumefunga sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Mwaka mpya wa Kiislamu ulianzaje? Huu mwaka mpya wa Kiislamu na huu ambao tunauita leo tarehe ngapi, miladia leo tarehe saba mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini Huu hapa unaitwa miladia, huu unaitwa miladia, tuseme yote miladia. Ni mwaka umeanza toka kuzaliwa Nabiullahi Isa, ndo unaitwa miladia na Isa leo ni miaka 2025. Huu wetu unaitwaje? Inua mkono. A, unaitwaje? Pale unaitwa hijiria. Yani toka kuhama mtume Maka kuhamia Madina. Huu ni mwaka, leo ni tarehe moja mwezi wa kwanza kiislamu mwaka 1447 7 hijiria. Kwa nini umeitwa hijiria? Sisi Waislamu tulikuwa hatuna kalenda mpaka Mtume alakufa, kulikuwa hakuna kalenda mpaka Mtume anakufa. Yani katika vitu ambavyo ni bida ni pamoja na ita naye aikoitumauli ni bida sii, ni bida wambia, hii kalenda Mtume aliiacha mpaka mtume anakufa hakuna kalenda. Ukisoma tarehe utaambiwa ili jambo lilitokea, amulfi mwaka wa matembo ndio alizaliwa mtume, huu mwaka wa tano wa hijira, mwaka si wa pili wa nini. Mtume amekufa hakuna kalenda. Alipofariki mtume, akaja Abubakar bin Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, hakuna kalenda. Miaka miwili katawala, hakuna kalenda Akaja Sayyidna Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, katika ahadi yake, katika zama zake u, katika kuhangaika akaamua kuanzisha, na ukawa mjadala mkubwa sana, Umar ea Uthmani a Umar, lakini kimsingi kalenda ilianza mtume hayupo, na wakavutana, wakavutana maswahaba tuanzie hesabu lini? Hisabu ianze lini? Wengine wakasema tuanze toka al alipozaliwa mtume, yani ile pale alipozaliwa mtume ndio tuanze hesabu. Wakasema hapana, <tze> ni tarehe ya kuzaliwa mtume. Kuna wengine wanasema ni mwezi kumi na kumi na moja kwa kuja kumi na mbili fungo sita, wengine wanasema ni Ramadhani ishirini. Kuna tofauti nyingi ah, basi tuiweke tarehe toka mtume kwenda kuikomboa Makka kule mwaka mtume alikwenda kuikomboa Maka inaitwa Amul Fatih, tuweke tarehe ile. Masahaba ndio saa saa, tuweke tarehe ya kufa ya tarehe yetu ile inaanza siku ya kufa mtume. Saa jamaa, hiyo siku itakuwa ni ni nzuri? itakuwa ni saa sherehe, ni siku ya kufa mtume? Mtume ndio tuanzie. Wakavutana wakavutana, mwisho wakakubaliana waanzie tarehe aliyohama mtume Maka Madina. Ndio maana inaitwa Amul Hijriya. Huu ni mwaka toka kuhama mtume Maka kuhamia Madina. Jambo ambalo tunatakiwa sasa kutoka tumelielewa zaidi ni kwa nini waliupa mwaka huu uanze toka kuhama mtume Maka kuhamia Madina. Kwa nini? Kwa nini waliamua kutumia tukio la Hijra? Wewe ndio utoke hapo natafakari kwamba wajangua kutumia Hijra kwa uzito wa tukio lenyewe. Uislamu ulipokuwa ulipokuwa na Madina, Madina m uliokua madinawa ni, ni shaku za Uislamu, maendeleo ya Uislamu yanayotokana na nini? Na mtume kuhama. Kuna fikra nyingi sana kwenye tukio la Hijra. Sasa wewe ila ambao leo na leo tumepata nafasi, tumeingia tarehe moja mwezi wa kwanza wa kiislamu ndani ya siku ya juma, msalini Mtume. Sasa wewe, leo tunaanza wewe, unamfanya biashara, una mpango gani injila kwenye biashara yako? Una mpango gani, biashara yako mwaka jana imekuwa mwaka huu umekuwa mtu wa hasara, muda wote una mpango gani wa kuhama kutoka kwenye hasara? Yani lazima uhame, kaa chini, utafakari, ufanye hijra. Wewe sheikh wa mkoa, mwaka jana ulikuwaje? umefanya yetu mwaka jana mpango wake nituendeleza na yale yale, au kuna mkakati mwingine wa kusogea pele, kuwasogeza Waislamu? Wewe baba wa familia pale nyumbani kwako unafanya hijira. Maisha ya familia yako, walikuwa familia yako waswali je? Mtahama kutoka kwenye kuto kuswali, sasa mtaanza kuswali na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo usia wangu leo tokeni na fikra kwa matunda, ni mwaka mpya wa Kiislamu, lakini sasa tunataka kufanya hijira, kuhama, kuhama machafu kuendelea mambo mazuri